Hapo tunachukua istimbati kwamba hapa aya hii hujulisha kwamba hawa mahukam ambao ni wali watawala, e, waliwafanya nini wale vijana baada ya kufa kwao, kwamba walifanya wali, wali jambo ambalo haliruhusiwi kwa mwislamu kulifanya, ambalo Mtume alishalikataza na akasema, laana Allahu alyahuda wan nasara

Umeelewa vizuri hapo. Naam. Zawali lardhi hadithi hii imesema hapa warawa lburqani fi sahihi wa wazada. Tukisema wazada, maana yake hadithi hii inaunganishwa na kipande hichi wazada, na akaongezea juu ya hadithi hii, akaongezea kwenye mapokezi yake akataja hayaatu wala takumu saatu hata yalhaqa, kwe ni hadithi moja hiyo. Je, inafaa kuuza dawa za kutibu mbwa au kutibu mbwa? Inafaa kuuza dawa za kumtibu mbwa, sio haramu, sio haramu, ikiwa utamuzia ambaye ana mbwa yule ambaye kwamba anaruhusiwa mbwa wa kuongozana na wanyama wako. A, kalbu mashi anaitwa ambaye anaongozana, na kuna baadhi ya wakati mtu anakwenda wale wa nini wale wanaitwa wafugaji, wanakuwa wana na mbwa wao wanaongozana na wanyama, imeruhusiwa okuja kwenye sharia. Kadhalika kalbu hirasa, mbwa wa ulinzi, imeruhusiwa. Uh, kadhalika kalbu said mbwa wa kuwinda ambao unamtumia kwenye mambo ya kihalali na ruhusiwa. Mbwa sifa mbwa mweusi mbwa mweusi kwetu sisi ni sheitani, alkalbu alaswad sheitani. Mbwa mweusi ni shetani mweusi, anakuwa na kwenye macho yake juu kama kitu chingine, kama kijijicho fulani huku na huko mweusi mbwa mweusi ni upi? Shaitani, je, shaitani, shaitani ni yule asifu au shaitani ni kwamba ni shaitani? Allahu aalam, imekuja kwamba al-qalbu al-aswad shaitani. Mbwa asifa ni mtu kuwa na mbwa anakaa naye tu wa urembo, anatembea mishika hivi amemvuta kama anafanya wazungu. Kijibwa chake na kunacho sokoni, na kunacho wapi supermarket, kakibeba, mara kakivalisha chupi, mara kakivalisha kivalisha sidiria. Mara kakaa nacho kwenye sebule kwa kipakata, mara kadha. Ona huyu, imekuja hadithi, anayefuga mbwa kwa na kwa namna kama hii, kila siku iendayo kwa Allah, anapunguziwa sehemu za thawabu zake, anatolewa thawabu kila siku. Kokonacho kijibwa miaka kumi, basi ujue eh, hiyo hasina yako ya thawabu yote shapukutika. Kwani kwa matendo gani uliokuwa nayo makubwa mno, umeelewa? Umelewa wewe, kumtibia mbwa kwa hawa waliwataja saha, insha Allah kile kwa wengine hawa wachana nao. Au kama muna kumtibu nguruwe, wewe daktari, mtibu nguruwe? Wewe una kichaa kumtibu nguruwe, afuata unakwenda kula kula nguruwe. Daktari kiislamu anatibu nguruwe? Waachie wenyewe akina Paulo. Anaefuga <muchanye> mbwa kwa ajili ya kuuza haramu. Kuuza mbwa kwenye kiislamu hata kama mbwa wako amezaa watoto sita, usiuze mbwa. Mbwa hauzwi kiislamu. Anaeuza mbwa ni sawa na anauza bangi, maanake hili chumo la haramu na lile chumo la haramu. Unakuwaje na rafiki huyo manaswara? tangulini lini sisi tuna marafiki manaswara? Hakuna kitimoto, tushasema sisi, kwa mujibu wa qawl za ahlulilmu, haifai kula chakula cha manasara kwa mnasaba wa sikukuu zao za kinaswara. Hata kama chakula ni cha halali, hakuna kitimoto ndani, hakuna nini, muda wa kuwa chakula chao kimetokamana na kuadhimisha sikukuu zao, sisi Waislamu tumeharamishwa japo inafaa kula chakula cha mnaswara chingine kisichokuwa kilichotokamana na sherehe zao za kiidi eh, za kidini mnaswara tu. Jirani yako, mfano, ni mnaswara Mpare mwenzio, mfano, amepika chakula cha nyumbani cha tunu, kapika makande eh, na kuita Msangi, njoo chukue kidogo hapa, chakula cha nyumbani, nenda, atachukua kale, kuna ubaya au kapika vitu gani huko Maka makatoo, akakupa makatoo, chukua makato. Makato sio haramu, lakini kikiwa kimeambatana na idi na sikukuu yao, hata kama chakula asli yake ni halali, kinakuwa ni haramu. Kwa mnasaba huu, wanachanganya chombo hicho chapikwa kitimoto, chombo hicho hicho chapikiwa bwabwa au sili sili mpaka kioshwe kioshwe kitoharishwe. hmm. Kitoharishwe. Mtume anasema sallam idha walagha alkalbu fi, fil ina'i faghasiluhu sab'a waafiruhu thaminata biturab, mbwa atakaporamba kwenye chombo cha mmoja wenu msikitumie kwanza mpaka mkioshe mara saba, kitoharishwe, na moja katika mara hizo ya nane utumike mchanga, kisuguliwe kwa mchanga alafu kisafishwe, alafu ndio mtu afanye matumizi. Na wengine wakasema najisi ya mbwa na najisi ya nguruwe sawa na nguruwe, na madhara makubwa kabisa. Mimi nashangaa wanakula vitu moto toka matambi manini latii kadha wa kadha toka mafuta, alafu wanasema inaondoa, inaondosha k kiti, nyama ya kitimoto inaondosha wivu, inaondosha wivu. Huyo mtu anakula kitimoto wala hajali, mke wake kashika mkono na nani yeye hayaona na sawa tu katika maradhi yake. Au aweza akaja mtu akampiga busu mkewe mbele macho yake, kwa akamwambia mpige na chakula kulia, hana wivu, kitimoto kimemtoa wivu wote.